Oh. Hello people, yeah, asijuna ametusamona hapa akiwa daktari, tuombe tupate kukuja ili tujue kila kitu venye leo kutaenda hata tujapatiwa, details ndo tatuelezee, ndo tupate kujua ni nini, mbona tumekutoa hapa hivi, tupate kujua the reason as to why Naamini ni na daktari tukiendelea, tujue kwenye msimamo ipo na kwenye tumefikia, tumetoka mbali na nyinyi. Actually nashukuru tu sana, sina mengi, maybe daktari atueleze zaidi, wakiwa na masaa salama sana kwema. Salam. uh -huh hupo vipi? Mm. Ah, hiyo ni vizuri uwezi mm. ah, kunishurutisha niweze kupona, bali mimi mwenyewe nitaweza kuponya pale wakati ambapo pana panahitajika. Mm. lakini ila, ila kwa sasa ila kwa sasa mama utaweza kutumikia hiyo adabu, manake ukuweza kusikia yale mashauri ambayo niliweza kupa, na nataka niweze kupa kingine nikuongeze kingine ili uweze kufanya jinsi ambavyo nilikuelekeza. Ingine itaenda wapi? na vile naungua naungua, mimi utaingia kwa umwili wako. Bado hujaweza kusikiza vizuri, manake naona unapenda hiyo hali. Manake tulivyoachana nilikueleza ya kwamba uweze kuvunja hivyo vitu ambavyo nilikueleza, uweze kuvunja. Lakini mpaka sasa hivi hujaweza kuvunja, ni kama unapenda hiyo hali yako. Na kufunja hizo vitu ni vingumu. Nitafunjaje hizo vitu? Ni za kizazi kutoka zamani. Mtu funja vitu zake haraka, wajua nini? Mbona unaongea mama yako? Kutoka ningoje kina Amina ningongeanga vibaya. Nionge vizuri ndio nifunge supermarket ama. Si nimewaambia, sikumwambia. Vile nilifanyia mwenyewe kupenda. Nilisumbuka, si nimeisha. Mwenyewe alijitakia.

Saidia mama yako ndio umpigishe magoti. Venye lazima atatibu mamangu. Kama hawana brain, sina mazao ya kubishana. Ujinga na janga, jinga. Unaoneka kwa bwanako. Lakini bwanako si babake. Look at my hands. Sijaolewa, sina bwana, sina bwana. Wewe unaweza jikaunti mali wanaume na jikaunti, anaweza kwa wanaume si kuwa bwana ya Amina. Kwa yeah, kwa yeah, <laughs> Kwanaume anafit uh -huh. kwa bwana Amina uzuri wendu na maskini naongeweze kutulia mweke utulivu, mama kuna mamako um. Ah, hii hali utaweza kuitumikia mpaka pale wakati utaweza kuwajibika. Ah, kwa msichana msichana, kuna vitu ambavyo nilieleza uweze ku kuvileta, natumai umeweza kuvileta mm. <tumisema> mona mona mwanangu kina Amina mbele ya mama yao <tumisema> mm. Ah, kuna mambo ambayo mama yao aliweza kufanya

mwanamke da kufunza adabu mbele ya daubleiknonyesha ukafika, ndo nakwambia oh, please, okay. hapa tu... wewe wewe wewe wewe, si masia kupigana, sina time yako, umenisikia? Sina time yako, maweze kutulia, manake huu si wakati wa madumbano, bali ulikuwa unanifunga ndugu ya tajiri ama. Si wakati wa kupigana wala kulumbana. Funga kwa nini? Ili aolewe na mwanaume. Mwanaume vyasa angenifukuza, kama si mzali angenifukuza. Unaona sasa hata ana kufunga masi hmm. Kuna sehemu umesema sijasikia vizuri hmm. Amesema alikuwa anafanya hivo ndo aelekea juu, maana mitajiri nashangaa, waweza kutulia, mama weza we, kutulia weza kutulia, mama weza kutulia. <tipulia> <tipulia> weza kutulia namna hiyo mwenyewe uliweza kuyataka. Ah, weza kunijibu na nguvu ya kunijibu <tipulia> nikupe kingine mchape dabodabo, sina tem yako. Jana aliweza kuitisha nguo yake ya ndani. hmm. Yule aliweza kumpelekea Peter. hmm. hmm. <cin> <pagar imicking> Kuna nguo yake ya ndani iliweza kupotea, ni yule aliweza kuchukua na akamletea mama yake Amina. Mimi aliniomba, nilikuwa ni nadhaniana dhan taka kupelekea baba, nikamwambia vale mimi alikuja kwangu akaniambia, jua ameenda majuu, boksa zake akirudi zitamtosha. Mi nikajua juu babangu akona mwili ndogo unachekaminia

alikuwa anapelekea baba avae, alikuwa anapelekea baba yote. Mtu ulikuwa maskini, tulikuwa tumekonda, tukakondeana Ani Amina mako hey! Kwanza. Ha -ha -ha. Kwa za kwanza mama ako achukue boxer za bwana yako anapelekea baba yako avae, unampea hey, kama imtoshi

Kwa ni boksa hapa shida, shida kwa ni kwa ni wenyewe kwa weza kutulia kabisa. Kingine mimi ambayo itaweza kuelekeza, nataka stakabadhi za kijana Peter

amesema ta amesema tangu atokea Australia ajaifanya hizo vitu, so ajui kama ana function ama ha function. Ana fa kwa anajua maana naume yenyewe, unaona masaa kuna masaa. Sikieni. Tutaweza kumaliza sisi wenyewe kutana na kijana manake. Hayo ni mambo ya ndani. Yafaa kueleza katika watu waweze kujua mambo wenyewe. Unafuria kutu umefungwa. Manake hilo linamhusu wenyewe. Amuli msija kunifunga watu wangu uli msija kunifunga. Hayo ni mambo ya ndani na ni mambo ya mtu

ile nasikia uchungu. Huyu hata mpige huyu. Sasa ona. Mimi nimewambia mara mingi Daktari, ni nini tena umefanyia watoto wangu? Watoto wangu wajifunze kunyamaza. Ai Nimewambia mnyamaze, hii vita yenu ni ya nini? Sasa, Daktari, tutakaaje kwa hii nyumba? Ni nani atasaidia mwingine? So Daktari, mwone, tunataka documents. Ni watu muangalie, kama sinema mmepigana, mmefanya nini, mmefanya